Jamaa na familia za vijana waliouawa wakati wa maandamano ya mwaka jana walikabiliwa na gesi ya kutoa machozi walipokuwa wakishiriki maandamano ya wa kuwakumbuka jamaa zao waliouawa. Miongoni mwa waliokabiliwa na tukio hilo ni jamaa za marehemu na watetezi wa haki akiwemo aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga. Matumizi haya ya nguvu za polisi akishtumiwa, kama anavyotuarifu Ben Kirui. Kile kilichotarajiwa kuwa maandamano ya amani kuwakumbuka wapendwa wao waliouawa na polisi mwaka moja uliopita kiligeuka kuwa machafuko baada ya familia na wanaharakati kutawanywa kwa nguvu hata kabla hawajavuka hatua kadhaa. Kundi hilo la familia lilikuwa limetoka tu katika jumba la Nation Media Group likipanga kutembea kwa amani katika barabara kadhaa jijini Nairobi. Hata hivyo mara tu walipoanza kukusanyika, maafisa wa polisi waliwarushia vitoa machozi na kuwalazimu waombolezaji waliokuwa bado katika huzuni kukimbilia na kujikinga katika jengo la Nation Center. Miongoni mwa waliokabiliwa na maafisa wa polisi ni Jaji Mkuu mstaafu David Maraga pamoja na wanaharakati kadhaa waliokuwa wamejitokeza kusimama na familia hata wao walitawanywa kabla ya kujiunga na familia katika matembezi ya kumbukumbu. Licha ya haya kutokea, Ujumbe wao ulikuwa wazi, walikusanyika kudai haki na uwajibikaji kwa vifo vilivyosababishwa na maafisa wa polisi. Nashangaa kwa nini hujatufanyia justice mwaka mzima, hujatuita kama familia na mko na hiyo uwezo, mko kwanza. Rais uko na uwezo ya kutuita sisi kama bado wamewa uniform na hata sai wako hapo wakiwa na uniform yes. Tafadhali sisi yeah, ni wazazi tunaumia. Hii umri yako si umri ya kurukaruka kwa barabara, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya uchungenyeni Ninayo my brother Andrew Kelvin Mwasi aliyeuliwa jidorai na serikali. Niko hapa sababu nataka serikali icheck hii right ya watu ambao waliuliwa, ndugu zetu hajapata justice, hatujapata justice yet. The president is there watching us failing, anatuangalia tukizama na yako pale. Yeye ndo anaweza kusimamisha hii mambo. Haki yao ya kuandamana kwa amani ilikuwa imetambuliwa awali wakiwa wamehakikishiwa ulinzi na ushirikiano kutoka kwa polisi. Familia hizo zilikuwa zimetuma taarifa ya maandamano hayo kwa lengo la kuwakumbuka wapendwa wao waliopoteza maisha mikononi mwa polisi. Badala yake walikumbana tena na ukatili ule ule waliokuja kuupinga, hali iliyoangazia kwa mara nyingine dhuluma waliokuwa wamejitokeza kuilani. Justice hii maandamano ishe la sivu hatutawacha kuandamana mpaka tupate on. Justice we want justice, we want justice, we want... Kwa familia za waathiriwa, siku hii ilikusudiwa kuwa ya ukumbusho wa amani. Badala yake walikabiliwa na gesi ya kutoa machozi licha ya ahadi ya serikali ya kuwalinda. Ben Kiroi, runinga ya Citizen, Nairobi, taarifa ya Kibe.